Icha linaanza parti 2 jamani, tunaingia kwenye ndege kuelekea Korea. Wakanda forever ni mimi peke yangu, unamjua Black Panther wewe, lakini ndio kwanza hata sijali kwenye ndege, muda wa kuingia kwa hata nguvu za kuingia ninazo, imebidi niwaache wa watu wote waingie niingie wa, wa mwisho

The meeting is tonight. Uh, other two colleagues, senior first officer Fernando Solano and. Uh, Hao tukaondoka kama ambavyo hii ndege inapaa juu ndivyo mimi na wateja wangu tukavyozidi kupaa juu. Ma, ma haters wote na watesi wote watazidi kutuonea kwa juu hata waruke vipi na wataweza kutu, kutufikia daima na milele ya Amina. Nakwambia, tujakaa kidogo vipi sangapo sitatisha chakula cha Kikorea, nikasema jamani, eh, ni uji gani huu tena una samaki ndani? Nikaleta na hivi vidudu, nikasema ni pilipili, lakini mmoja kwanza nile kuonja, kumbe ni kimchi. Hiyo ndio inaitwa kimchi jamani, ni tamu ile na pilipili hatari. Hapo nikaonja chakula nione, jamani, kilikuwa ni kitamu, ni mchele kama huko kama uji mm. Tumemaliza, nimelala kidogo, nikashtuliwa tena na msosi mwingine. Nikaulizwa beef or chicken, nikasema mama, nipe vya beef, vya chicken nimeshavila, niwekee vya beef kwanza na vyenyewe ni vionje Nikala eh, nakutana na hivi vicheulo, nikasema hivi vicheulo tena ni vya nini jamani? Nikachungulia kwa mwanzangu niloka naye pembeni, maana ni Mkorea, ndo nikagundua kumbe hivyo unadumbukiza kwenye ice cream. Kuna kikopo umepewa hapo, kuna vitu vyeupe ndani, hizo ni ice cream. Nikala, tumekaa kidogo masana, nani akapita. Jamani, haya tukafika Korea. Eh, nimesema kabisa hii safari kwangu ni ushuhuda, anayekataa kwamba hii safari kwangu sio ushuhuda <laughs> Naweza sasa sio nikakufanya kitu gani. Nitawaambia kwa nini safari kwangu ni ushuhuda. Haya hiyo hapo Incheon Airport, Seoul, South Korea wewe. Hey. Here now. I'm so tired. The flight was very, very long. Sijui hata niseme nini. I just want to get out of here. Hapa ndio tunaenda kwenye passport scan, sijui ndege yetu, mabegi ya ndege yetu yako sehemu gani? Cheki sehemu lilivyo kubwa. No, no, no. Oh, sorry yeah. Mpaka kote kule nianze kuzunguka jamani. But first imebidi nitoe viatu kwa ajili ya kusali. My God, viatu nimeshika mkononi hapa, niko nazunguka kwenda kutafuta begi. I hope ni haya maana Haya ah, sina cha kudai and, sasa ni time ya kwenda outside yeah. So guys, sasa hivi nimesha change e korean won and dola mia mbili ambayo ni kama na kitolo na kitu ya Tanzania huku ni sana laki mbili, yani hela ya huko ni kubwa sana, and hapo tu nimeshaelewa kwa nini cosmetics nyingi za Korea zinakuaga prices ziko juu y yani, hela ya thamani ya hela ya huku iko two times ya Tanzania. Kwa huku, kama kitu ni elfu tatu Tanzania ni sawa na elfu sita ya Tanzania, kitu kama ni elfu mbili ni sawa na elfu nne ya Tanzania. My sister. Hey, by the way huyu anaitwa linshonsha <laughs> anaitwa linshonsha alafu huyu anaitwa tongtongtu -tong. <laughs> Jamani, hili baridi la huku. He, kwanzia leo napandisha bei ya hanwa anua taka mwashi unatoka mdemoni. Mungu wangu, ipi ah. Mungu wangu hili baridi

morning guys. Good morning guys. Nasikitika kutangaza ya kwamba nimeshindwa mashula kulala nikiwa nchini Korea. Kutokana na kukosa usingizi sababu sijazoea ya ratiba ya nchi. Sasa hivi ni saa mbili ya asubuhi isa na saa nane usiku wa Tanzania. Usingizi umekosa na sasa hivi inabidi niende kwenye appointment na kampuni ya Esomi. Ile ambayo ni liwapostia kwamba naenda kuwafuatia huku Korea kwa hiyo sijasinzia. Na huku Korea, ukichelewa appointment, unaonekana wewe you are not serious. So right now get ready with me to go to meet that company while you sleepy. So hapa nilikuwa nimemaliza kujiandaa tayari kwa ajili ya kwenda kwenye meeting ambayo namwomba Mwenyezi Mungu iweze kuwa successful, niache impression nzuri na niweze kupata hii deal kwa ajili ya wa wateja wangu. Nikipata hii deal, maana yake mimi ndio nakuwa na supply hizi product Tanzania Not nzima. And I'm here with Nipa. Yes. So baada ya introduction ilibidi tuende kiwandani kwa ajili ya kuangalia uh, namna wanavyofanya packaging zao vipimo vyao vya vya cosmetics and everything and kiukweli, wanazingatia vitu vingi sana, they had different things za kunielewesha, kunifundisha, kunielekeza kwa ili wateja wangu watakapokuja kununua niweze kuwaelezea. Hapa tukaijaribu sunscreen, ikapimwa kwenye mashine kama ni original, kama ina UV filters za kutosha kumsaidia mteja

Mm-hmm. The skin is very glowing, right? The, the skin is very glowing. Mm. I can't wait to see. So jamani, stay tuned. mkae mkao wa kula. Mambo mazuri yanakuja.